Nimechemusha hapa kachai. Kachai kama maziwa, maziwa strong. Hei, kama maziwa paketi mzima kandato. Hei, nimechemusha hapa. Nataka ni kunyweko. Na Mungu watafadhali nisaidie mugena stoke. Haka chai nika strong. Hei, kata nisaidia maali. Hata nikuweko mtu mkubwa. Na wajua, hacha ni kaeke kando kwanza nikafanyie maombi. One, two, three. Ndo tujue. Hei, mwenyezi Mungu baba Mwenyezi muomba mbingu na nji, nakuja mbele zako nikikabidhi hicai vikombe mbili kwa usoni mwako, naomba unisaidie. Mgeni asitokereze mahali popote, hata akuja nisaidie a ah, nisaidie kunywa chai vikombe mbili. Unaweza kunywa chai vikombe mbili na mgeni. Vikombe mbili nilitumbe exit tu. Utakunywa chai vikombe mbili na mgeni. Sasa, Mungu niokoree, huyo mtu asitokereze yuko mahali popote nisaidie kunywa hii chai. Nikunywe tu peke yangu, ndio nirafuka at least, nisaidie kwa wazazi wangu wanasumbukana bwana. Wazazi wangu wanasumbukana sana, sasa wageni wote wakifia kwa njia wajibu miguu yao na makucha hata wakufe roho. Eh, sasa Mungu, naomba haya machache nikiamini, Amen. m e. Yeah. Umetokea wapi? Yeah, bwana, we sasa, maombi maombi unaomba ni kama bwana, unaomba, unaomba, unaomba mali ya dunia hata hey. Upigi hodi au upigi hodi? Hodi hata ungoji nikukaribisha kwa chakula, we naanza tu na, nikikua